Angalia namna Mungu wetu alivyotupenda, akaona atuletea agano lililo bora zaidi kupitia Yesu Kristo anantalehai. Bwana akaona maisha ya wanadamu yatakuwa magumu siku zote, hawa wanadamu, ahadi hizi nilizoahidia hawatazipata na wataona kana kwamba ninawaonea au nina, nisifanyi haki, lakini wasijue ya kwamba hawako katika agano na mimi, wameshatoka tayari. Kwa, kwa hiyo Mungu wetu akatuhurumia, ni Mungu wa huruma. Anasema ni Mungu wa huruma, akaona maisha ya mwanadamu yatakuwa magumu siku zote, yatakuwa ni mateso. Ngoja atengeneze mbadala, ndio agano jipya likaja kupitia damu ya Yesu Kristo anatale hai, akalileta agano jipya kupitia damu ya Yesu Kristo anatale hai, kuhakikisha kwa ya kwamba tunapatanishwa. Kuhakikisha kwamba tunapatanishwa kwa Unaweza sielewe, twende tukasome Waebrania Waebrania sura ya nane mstari wa sita mpaka wa kumi Waebrania sura ya nane Sura ya nane yinde marapasikindm Waebrania sura ya nane mstari wa sita mpaka wa kumi Nitasoma kwa msaada wa jina la Yesu, nitasoma kwa msaada wa jina la Yesu. Waebrania sura ya nane kuanzia mstari wa sita mpaka kumi. Neno la Mungu linasema hivi, nitaenda kwa hatua kwa hatua. Mstari wa sita, neno la Mungu linasema lakini sasa, lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi kwa kadi alivyo mjumbe wa agano lililo bora lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Nitarudia tena, lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi. Unahitaji huduma iliyo bora zaidi, unahitaji mafanikio yaliyo bora, unahitaji maisha bora, unahitaji sijui nini bora, unahitaji kitu gani bora? Ndoa bora, familia bora, Bwana Yesu asiwe sana. Je, uko ndani ya agano? Uko ndani ya agano, kwa sababu kuna agano lililo bora, ambalo ni agano jipya, ambalo Mungu alituletea kupitia damu ya mwanaye pekee, Yesu Kristo anatele hai ili tuweze kuzipata ahadi zilizo bora. Mstari wa saba anasema: maana kama lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, nafasi isingalitafutwa kwa lile la pili. Ingekuwa agano la kale lingekuwa halina upungufu, watu wangekuwa wanatembea katika agano, watu wangekuwa wanaishi yale maisha ambayo Mungu anataka aishi, basi ilikuwa haina haja ya kuleta agano jipya, ilikuwa haina haja ilikuwa haina haja ilikuwa haina haja ya kuleta agano jipya. Lakini baada ya kuona kuna mapungufu fulani, na mapungufu yenyewe sio kwenye agano, ni mapungufu walionayo wanadamu. Mungu akaona ya kwamba alete agano hili la pili, ili liweze kuabusi, liweze kuwapa nguvu tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaendelea kusema mstari wa nane, maana awalaumupo Awalaumupo asema, angalia siku zinakuja, asema Bwana, nami nitawatimizia nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Kwenye Israeli na Yuda weka kabila lako au jina lako au majina yako. Maana awalumo awalaumupo, asema angalia siku zinakuja, asema Bwana nami nitawatimizia nyumba ya misa fulani na misezi fulani na nyumba ya kabila fulani na kabila fulani, agano jipya. Agano jipya, je, kuna agano jipya ndani ya moyo wako? Anaendelea kusema mstari wa tisa, halitakuwa kama agano lile lililoagana na baba zao Halitakuwa kama agano lilo la kale, Bwana Yesu asiwe sana katika siku ile nilipowashika mikono yao niwatoe katika nchi ya Misri, bali anasema, kwa sababu hawakudumu katika agano langu, mimi nami sikuwajali, asema Bwana.